Ni uchambuzi wa magazeti kutoka hapa hapa AyoTV kwa siku ya leo Alhamis, ya tarehe 23 ya mwezi wa 3, 2017 ambapo nakukaribisha sana upate kuzijua habari zote kubwa ambazo zimeandikwa kwenye magazeti ya Tanzania kwa wenye magazetianzania, kwa siku ya leo, jina langu naitwa Alice Tupa, na moja kwa moja tukianza na gazeti la Nipashe mwanga jamii, ukurasa ya ya ya wa mbele kuna habari kubwa kabisa inasema: Makonda, aibu tupu, alivyotishia kuwabambikia watu kesi dawa za kulevya kuwafunga jela bila mahaka Habari hii tukiangalia kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe inasema kamati ya watu watano iliyoundwa na waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo na penaue kuchunguza tukio la uvamizi wa television ya Clouds lilofanywa na mkuu mkuu wa dar es Salaam po Makonda Ijumaa imebaini kuwa kiongozi huyo aliwatishia kuwafunga jela miezi sita wafanyakazi wake endapo asingerusha kipindi alichokitaka. Pia kamati hiyo imebaini kuwa Makonda aliwatisha kuwa angewaingiza wafanyakazi hao kwenye tuhuma za za kulevya kama asingerusha kipindi chake. na aidha kamati imebaini kuwa makonda aliwatisha wafanyakazi wa kituo hicho ili wasitoe taarifa za uvamizi wake. Katibu wa kamati hiyo Deo Tasi Balile aliyesema hayo jana wakati wakiwasilisha ripoti kwa waziri Nape jijini Dar es Salaam jana. Wajumbe wengine wa kamati hiyo aliokuwa chini ya uwenyekiti wa Dr. Hassan Abbas ambaye ni mkurugenzi wa idara ya habari maelezo ni mhariri mkuu wa magazeti ya, magazeti ya The Guardian a emkwaju nengida jo, Johannes wa Upendo Media na Mabeli Masasi wa mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA. Makonda akiwa na askari kadhaa wenye bunduki alivamia kituo hicho kilicho, kinachomilikiwa na kampuni ya habari ya Klaus Media Group na kuwalazimisha watangazaji wa kipindi cha Da Weekend Chat Show kurusha taarifa ya mama anayedai kuwa alizaa na askofu wa kanisa la ufufuo na uzima Josephat Gwajima bila kiongozi huyo wa kidini kupewa nafasi ya kusikiliza hizo habari. Hii unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa pili wa gazeti la Nipashe. Lakini katika ukurasa huu wa pili wa gazeti la Nipashe kuna habari nyingine inasema, meya Chadema ambana kimaadili Makonda, na habari hii tukiangalia kwa ndani zaidi nasema, meya wa jiji la Dar es Salaam Boniface Jacobo amewasilisha malalamiko matatu kwa commissioner secretariat ya maadili ya viongozi wa umma dhidi ya mkuu mkoa Dar es Salaam Paul Makonda na kutaka hatua zichukuliwe dhidi yake. Malalamiko hayo ni udanganyifu wa vyeti masomo kupokea zawadi kutoka kwa watu bila kutoa taarifa katika secretariat hiyo na kutumia mamlaka yake vibaya. Jakobo aliyeshinda kwa kutumia tiketi ya HM chama cha demokrasia na maendeleo Chadema aliwasili katika ofisi hizo majira saa tano asubuhi kama mkazi wa Dar es Salaam akiambatana na wenzake ishirini na kupokewa na msaidizi wa kamishna Dora Mgeta. Akizungumza na waandishi wa habari, baada ya kukabidhi malalamiko hayo, Jacobo alisema lengo kuu ni kuitaka secretariat hiyo kumchukulia hatua kiongozi huyo. Habari hii pia unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa pili wa gazeti la Nipashe. Lakini tukiziangalia habari kubwa kabisa nyingine ambazo zinapatikana katika ukurasa wa gazeti la Nipashe, kuna habari moja hapo inasema, polisi Dar mbaroni, wizi mafuta ya Bombardier, na habari hii inapatikana katika ukurasa wa tatu na tukiangalia kwa ndani zaidi inasema, polisi wawili wa kikosi cha anga na mlinzi wa kampuni binafsi ya moku jijini Dar es Salaam wametiwa mbaroni kwa tuhuma za wizi wa lita 220 za mafuta ya ndege ya shirika la ndege Tanzania Kamanda wa polisi wa kanda maalum wa Dar es Salaam Kamishna Simon Siro akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam jana, aliwataja wanaoshikiliwa kuwa ni mlinzi wa kampuni ya ulinzi ya Mok Edi Nyangasa na askari wa kikosi cha anga F8419 Koplo Bahati Msilimi na F9901 Constable Benausi Mkama. Kamanda Siro alisema wizi wa mafuta hayo ambao uchunguzi wake unaendelea ulifanyika katika ndege yenye namba za usajili 5H aq300 mali ya Etselo. Akifafanua kuhusu tuhuma hizo kama Dasiri alidai usiku wa Ijumaa iliyopita kwenye anga la Etiselo iliyoko uwanja wa ndege wa kimataifa Julius Nyerere JNIA, polisi kwa kushirikiana na maofiso wa usalama wa uwanjani hapo walimkamata Nyangasa, mkazi wa Vingunguti kwa Mnyamani jijini Dar es Salaam, wakiwa na mafuta ya ndege. Alidai Nyangasa alikamatwa na lita 38 za mafuta ya ndege na anayodaiwa kueba kwenye ndege hii iliyokuwa kwenye anga hilo kwa ajili ya matengenezo. Baada ya ukaguzi wa kina uliohusisha wahandisi wa ITCL, ilibainika jumla lita 220 ndizo zilizoibiwa kutoka uwanja wa ndege hiyo, alisema kamanda Siro. Kamishna Siro aliendelea kufanua kwa uchunguzi wa kina uliofanyika ndio uliobaini mtandao huo wa wizi wa mafuta ukihusisha polisi hao wawili ambao wanashikiliwa kwa upelelezi zaidi. Habari hii unaweza kuendelea kuisoma katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili la Nipashe. Katika ukurasa huu wa tatu wa gazeti la Nipashe kuna habari pia kubwa kabisa yanaosema mauaji ya kinyama Dar. Na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi nasema mauaji ya kinyama yaliyohusisha matumizi ya risasi zilizopigwa mfululizo yamezua hofu ya aina yake kwa wakazi wa maeneo ya Kibada, Kigamboni, jijini Dar es Salaam, huku kukiwa na taarifa tofauti kuhusiana na silaha iliyotumiwa na majambazi kufanikisha ukatili huo. Tukio hilo la kuogofya lilitokea usiku wa kuamkia Jumatatu, majira ya saa moja usiku na kusababisha mauaji ya Francis Mwambuzi anayeelezewa kuwa ni mfanyakazi wa bandari ya Dar es Salaam wakati ya ndugu na majirani wakieleza kuwa mwambuzi aliuawa baada ya majambazi wasiofahamika idadi yao kumpiga kwa risasi nyingi mwilini alipotoka nje ya nyumba yake akiwa na silaha kwa njia ya kujaribu kuwadhibiti. Kamishna wa polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam, Simon Siro, alikiri kutokea kwa mawajaya lakini akieleza kuwa silaha iliotumika kuwa ni, Abas, ni bastola marehemu Mwambuzi ambayo majambazi waliipora kutoka kwake na kuitumia kumkatisha uhai wake, amenukuliwa kamanda Siro akisema majambazi walimpora silaha na kumjeruhi mwenye silaha na baada ya tukio hilo waliondoka nayo, ila kwa sasa tunashikilia watu wanne na uchunguzi kuhusiana na tukio hilo unaendelea, alisema kamanda Siro. Majirani wameeleza kuwa walisimulia kwamba tukio hilo, baadhi ya majirani waliambia Nipashe kuwa majambazi walivamia nyumbani kwa marehemu majira saa moja usiku, wakiwa kwa idadi isofahamika. Chanzo kimoja kilieleza gazeti la Nipashe kuwa muda huo mwambuzi alikuwa amelala ndani ya familia yake, na inadaiwa kuwa baada ya majambazi kufika kwenye nyumba, marehemu aliruka ukuta, na wakati wakijipanga kufanikisha kile kilichofikisha hapo, kaka wa marehemu ambaye anaishi kwenye nyumba ndogo ya nje alipata wasiwasi na kumpigia simu mdogo wake. Baada ya hapo, mwambuzi ambaye ni marehemu alitoka nje na kwenda eneo la banda la kuku akiwa na bastola yake na kupiga risasi mbili hewani, kwa nia kujaribu kutisha wavamizi, akidhani kuwa ni vibaka lofika kuiba kuku.

na mmoja wapo alieleza kuwa kumbe wakati huo majambazi walikuwa kimuona mwambuzi alipopiga risasi ili kuwatisha, na saa hiyo hiyo na wakajibu kwa kumpiga risasi nyingi zilizokatisha uhai wake. Chanzo hicho kilieleza. Baada ya hapo, pia miongoni mwa wanafamilia walidai kuwa majambazi waliingia ndani na kujaribu kumlazimisha mkewe wape fedha, naye akamwambia kuwa na shilingi laki mbili tu na hakukuwa na pesa zaidi, na walipombana wape zingine akawajibu kuwa hakuna, na ndipo walipom mtishia kabla ya kuondoka na fedha walizozipata. Jirani mwingine katika eneo hilo alidai kuwa muda huo umeme ulikuwa umekatika na kwamba matukio ya eneo hilo yamekuwa yakitokea mara kwa mara kwenye eneo hilo pindi panapokuwa na giza nene, ilitokana nalo na nishati hiyo kuto kuwepo. Tukio la aina hii la ujambazi ni kama la nne sasa kuanzia Januari mwaka huu pekee. Usalama wetu uko shakani, tunaomba polisi watusaidie, ili na sisi tuishi kwa amani, alisema jirani huyo na kuongeza kuwa kinachoshangaza, umeme unapokatika tu wakazi wa, kazi wa huku tunapata hofu kubwa kwa kuwa ndipo mambo haya hutokea, inakuwa tukio limefanyika au linakaribia kufanyika, na inawezekana umeme unakatika kwa itilafu ya kiufundi, lakini matukio haya huwa yanaendana na kukatika kwa umeme, na hile ni bora likafanywa kazi. Habari hii unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa tatu wa gazeti la Nipashe, lakini kuna habari nyingine ambazo zinapatikana katika ukurasa mbele wa gazeti hili la Nipashe zinazosema wamiliki majengo wa, wa Itatia Raeni ya barabara inaendelea katika ukurasa wa 4 watano mbaroni, mauaji ya askari JWTZ, ni habari ambayo naweza kuendelea kuisoma katika ukurasa wa tano. Lakini pia kuna habari inasema, ndama airishiwa kesi yake ya bilioni mia moja. Pia kuna habari inasema, wamwaga chozi kotini kesi ya bilioni amsue. Na habari ya michezo kwa siku ya leo inasema, Yanga yasema uteja kwa Waarabu. Mwisho, habari hizi zote kwa siku ya leo ambazo zinapatikana katika ukurasa wa gazeti la Nipashe unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi tukilitazama gazeti la Mtanzania Afrika kinifu kwa siku ya leo, nalo katika ukurasa wa mbele habari kubwa kabisa inasema ripoti ya Nape ni uvamizi asilimia mia moja. Na kuna mambo ambayo yameorodheshwa hapa katika ukurasa wa mbele inayosema: kamati ya Nape imejiridhisha kuwa Makonda alivamia Klaus akiwa anaendesha gari mwenyewe. Pili, Makonda kuhojiwa alitafutwa kwa simu hakupokea, alivyofuatwa ofisini akatokea mlango wa nyuma. Vile vile kuna vitisho wafanyakazi, ambapo alitishia kuwaingiza watangazaji kwenye orodha ya wauza dawa za kule Arabia wakikata kurusha kipindi cha kumchafua Gwajima, lakini pia Askofu Gwajima amesema ukweli unabaki pale pale, haki lazima itendeke kwa kila mtoto wa Tanzania. Lakini pia kuna jukwaa la Wahariri ambapo anatata tangazwa adui namba moja wa uhuru wa habari, popote atakapoongea siandikwe na chombo chochote cha habari. Lakini pia tume ya haki za binadamu imekiri alichofanya ni uvunjifu wa haki za msingi za waandishi wa habari au mberadhi wa Tanzania, amedhalilisha polisi. Meya Kinondoni amesema amemfungulia kesi kughushi vyeti na kutumia kivuli cha vita za kulevya kujipatia mali. Habari hii unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Mtanzania. Habari nyingine nasema washtakiwa kesi ya bilionea Msuya walia kotini. Habari hii tukitazama kwa ndani zaidi katika ukurasa wa tano wa gazeti hili nasema mwenendo wa kesi ya mauaji ya mfanyabiashara wa madini ya Tanzanite bilionea Erasto Msuya jana uliwaliza washtakiwa na ukabiliwa na kesi hiyo ya mauaji. Washtakiwa hawa walilia baada ya, ya, ya, na na ya jamhuri asilisha notisi ya kukata rufaa kutokana na kutoridhishwa na uamuzi wa jaji Salma Magimbi anaesikiliza shauri hilo. Na washtakiwa hao walitoa machozi na kulaumu rufaa iliokatwa na jamhuri dakika chache baada ya jaji Salma kuahirisha shauri hilo, huku baadhi ya ndugu wa marehemu wakifurahishwa na kitendo hicho, jambo lilochangia kurushiana maneno ya kijeli, na washtakiwa. Mmoja wa washtakiwa alioshindwa kujizuia na kububujikwa na machozi mahakamani hapo ni mshtakiwa wa tano Karimu Kihundwa, alifuatiwa na, mwe, na wenza Sadiki Jabiri na Said Mohamed. Washtakiwa hao walichukizwa na uamuzi wa jamhuri kukatia rufaa uamuzi wa jaji Salma aliyekataa ushahidi wa mdomo uliotolewa na shahidi wa tisa wa upande wa mashtaka ikispeta Samuel Maimu kutoka ofisi ya mkoa upelelezi wa makosa ya jinai mkoa wa Kilimanjaro. Hata hivyo baada ya mahakama kutoa uamuzi huo, mawakili wa upande wa utetezi wakiongozwa na wakili Majura Magafu walisema kitendo kinachofanywa na mawakili wa upande wa jamhuri cha kukata rufaa ni kutumia vibaya sheria na kuadhibu washtakiwa. Habari hii unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi katika ukurasa huu wa tano wa gazeti la Mtanzania. Lakini vile vile kuna habari nyingine ya michezo ambayo inapatikana katika ukurasa la wa mbele wa gazeti la Mtanzania unaosema, Yanga yawapotezea waarabu kiaina. Habari hii unaweza kuendelea kuisoma katika ukurasa wa thelathini na mbili wa gazeti hili la Mtanzania. Gazeti la Mwananchi tukiliangalia nalo kwa siku ya leo katika ukurasa wake wa mbele, habari inasema Nape ashusha mzigo kwa JPM. Ni baada ya kupokea ripoti ya uchunguzi wa Makonda kuvamia Clouds media, asema atawasilisha kwa wakubwa wake ambao ni rais, na makamo na waziri mkuu. Lakini kuna uroza ambayo inasema kamati ilichobaini kwanza, uvamizi, Makonda alivamia kituo hicho na kushinikiza kipindi alichodai kuwa ni chake kiruke hewani bila kuzingatia maadili ya uandishi wa habari. Pili, kifungo, Makonda alikwenda moja kwa moja kwenye chumba cha kurushia matangazo studio, na kuwatishia watangazaji hao kuwa wasipokirusha kipindi chake atawafunga miezi sita bila kuwapeleka mahakamani. Tatu, shinikizo, ambapo kipindi ambacho Makonda alikuwa analazimisha kiruke hewani kilichoandaliwa na watangazaji wa Klaus, lakini mkuu huyo mkoa alipata taarifa juu ya uwepo wake na baadaye kushinikiza ushwe. Nne, dawa za kulevya, ambapo Makonda akuishia hapo, aliwatishia watangazaji kuwa asipofuata agizo lake wao na wadhamini wa kipindi hicho wataunganishwa kwenye sakata la dawa za kulevya. Lakini kuna mapendekezo ambayo yametolewa kuwa kwanza, Makonda waombe radhi a wafanyakazi wa Clouds Media Group na vyombo vya habari kwa ujumla chini kwa tukio hilo kwa tukio hilo la ukiukwaji wa usalama na maadili ya uandishi wa habari. Pili, waziri Nape awasilishe rasmi malalamiko ya tasnia ya habari dhidi ya Makonda kwa mamlaka yake ya uteuzi ili mchukulie hatua zinazopaswa. Tatu, vyombo vya dola vianzishe uchunguzi wa ndani dhidi ya askari walioingia na bunduki kwenye kituo cha televisheni, na nne, kampuni ya Clouds Media ipitie upya miongozo, kanuni, sheria na taratibu zinazoongoza shughuli za utangazaji na kuangalia njia bora kuwa na udhibiti wa watu wasiohusika kuingia kwenye chombo cha habari. Habari hii unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa pili na watatu wa gazeti hili la Mwananchi. Tukiangalia habari nyingine, nasema wadau watoa angalizo madaktari kwenda Kenya na habari hizi zikiangalia kwa undani zaidi katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Mwananchi. Nasema wadau wa afya wameelezea shaka yao juu ya hatua za serikali kutaka kupeleka madaktari 500 Kenya, ambako kwa muda mrefu kumekuwa na mgogoro baina ya madaktari na serikali yao. Mkurugenzi wa taasisi ya Sikika Irene Kiria alisema jana kuwa mgogoro huo haujafikia tamati, hivyo serikali inatakiwa kuwa makini ili tatizo hilo lisije kuwa kubwa zaidi. Pia mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC, Dr. Helen Kijo Bisimba amesema hatua ya kuwapeleka madaktari hao nchini humo ni kuhatarisha usalama wao. Dr. Bisimba alisema licha ya mgomo wa madaktari kumalizika nchini humo madai yao bado hayajatekelezwa, hivyo kofia kutendewa visivyo, na aliitaka serikali iangalie vizuri mikataba na kuhakikishia usalama wa madaktari hao. Hata hivyo, mganga mkuu wa serikali Profesa Mohamed Bakari Kambi alisema juzi kwamba usalama, malipo stahiki na ulinzi kwa wataalamu hao ni Kenya utakuwa wa kutosha. Habari hii unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi. Habari nyingine tukiziangalia ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Mwananchi zinasema, mama atanibana bungeni, asema Reziwani Kikwete. Habari hii unaweza kuendelea kuisoma katika ukurasa wa tano. Lakini pia mshtakiwa wa mhoji DC kituo cha kura kuwa hifadhini ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa saba, lakini katika ukurasa huu wa saba kuna habari inasema, mume amkata mapanga mkewe kwa kukosa nyama. Habari nyingine inasema Makongoro wenzake wanane wawania tena ubunge EALA. Habari hii unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa tano, lakini pia katika ukurasa sita kuna habari inasema, meneja wa baa Kimboka amchambua Scorpion. Habari hizi zote kwa siku ya leo unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika ukurasa za ndani mwa gazeti hili la Mwananchi na gazeti la Uhuru pia tuliangalia ukweli daima kwa siku ya leo, katika ukurasa wa mbele habari kubwa nasema polisi wanaswa wakiiba mafuta ya ndege za JPM, uchunguzi wabaini yameingizwa uswahilini. Habari hiyo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Uhuru. Vile vile habari nyingine ambayo inaendelea katika ukurasa wa 4 inasema, ujua CPC waacha neema kwa Tanzania. Lakini pia Silima Mrithi Sefu Hatibu, waandishi wa habari nchini watakiwa kuacha ushabiki, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa tatu. Lakini katika ukurasa tano, mhandisi mshauri wa uwanja ndege alipwe. Ni habari hiyo kama ilivyosema na unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa tano. Lakini pia katika ukurasa wa 4 kuna habari inasema, Mgogoro Pori Tengefu Loliondo haumalizika. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo, ambazo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa za ndani mwa gazeti hili la Uhuru. Gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, kwa siku ya leo, katika ukurasa wa mbele, habari kubwa nasema, uamuzi mgumu kwa Makonda waandishi wa msusa rasmi atakiwa kuomba radhi. Habari hii unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Lakini kuna habari inasema jela miaka mitano kwa kupatikana na bangi kete mbili. Vile vile Watanzania, mnaoishi nje msijihusishe na dawa za kulevya, sema waziri Majaliwa. Lakini pia mjumba CPC kuwasilisha ombi la Magufuli China, majambazi walioua waendesha bajaji gunga wanaswa. Vile vile kuna habari ya michezo inasema Azam Yanga zaingia vitani. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo zinaanza kuendelea kuzosomeka ndani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la Majira, tukimalizia na gazeti la Tanzania Daima Sport ya watu kwa siku leo, habari kubwa nasema Makonda, afyandwa atokea mlango wa nyuma kukwepa kuhojiwa na kamati ya Nape. Madudu zaidi ya fichuka uvamizi Clouds TV, tume utawala bora alani. Habari hii unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa nne na watano wa gazeti hili la Tanzania Daima. Vile vile kuna habari unasema TIF, DCPC wa mtupa jela, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa tatu. Vile vile askari waiba mafuta Bombadier, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili wa gazeti la Tanzania daima ukata wa kuhamisha kazi za sajini ni ya bara ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa pili. Vile vile mea Jacob amshtaki Makonda, sekretari ya maadili. Na kuna habari ya michezo unaosema Ngoma, amesi Tambwe kuikosa Azam. Ni habari ya michezo unaosema Donald Ngoma amesi Tambwe kuikosa Azam. Unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la Tanzania Daima. Tukiingia katika magazeti ya udaku kwa siku ya leo, tuna gazeti la Hamani peke yake ambapo gazeti hili kama mnavyoona katika ukurasa wa mbele kuna habari tu nyingi za udaku. Udaku, lakini pia katika ukurasa wa nyuma kuna habari tu nyingi za udaku na habari tu na ya na hizi zote kwa siku ya ya leo unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la Amani. Tukimalizia na magazeti ya michezo kwa siku ya leo, tuna gazeti la Mwanaspoti pamoja na gazeti la Bingwa, ambapo gazeti la Mwanaspoti katika ukurasa wa mbele kuna habari inasema kocha Yanga ajilipua. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma katika ukurasa wa ishirini na moja, lakini pia kuna habari inasema Rage Julio waibukia Simba. Ni habari hiyo nyingine pia ambapo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Mwanaspoti. Habari za kimataifa zinasema Arsenal kupoteza mastaa kumi na mbili wa maana ni habari ambayo unaweza pia kuendelea kusoma katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Mwanaspoti. Katika ukurasa wa nyuma kuna habari unasema Pep Jose kukutana Marekani. Habari hii unaweza kuendelea kusoma kwa kirefu zaidi katika ukurasa huu wa nyuma wa gazeti la Mwanaspoti. Gazeti la Bingwa limeandika kwa siku ya leo Yanga yamaliza fitna za Waarabu, sasa njia nyeupe kupenya makundi kombe la shirikisho. Habari hii unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Bingwa. Habari nyingine inasema Simba yasafisha virusi yajihakikishia pointi tisa za ubingwa, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili, vile vile Ngoma, Tambwe, wa kwanza, kuondoka Yanga, ni habari hiyo nyingine pia ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la la Bingwa. Habari za kimataifa kwa siku ya leo ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Bingwa wabebe kombe, lakini pia unajua Van Persie alichomwambia Ozil ni habari katika ukurasa 9, lakini mabango ya Wenger ya mkera a inasema mn gazeti hili la Bingwa, lakini pia maniu noma kwa kuzibaba timu za taifa vile vile, kuna bari nasema alimleta Johannes Barcelona afariki dunia ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa 23 wa gazeti hili la Bingwa. Jones kupigwa X-ray ya kidole ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa 23, lakini pia mabango ya mkera kipa Arsenal, Willy Mots apata ulaji Ivory Coast. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo zinapatikana katika gazeti hili la Bingwa na kwa siku ya leo, tumefikia tamati katika uchambuzi wa magazeti kutoka hapa AyoTV, lakini kwa habari zetu nyingi zaidi endelea tembelea kurasa zetu za Facebook, Instagram na Twitter pamoja na Snapchat kwa jina la Millard Ayo. Vile vilevile usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Millard Ayo ili uwe wa kwanza kwa kila habari ambayo itatufikia. Jina langu naitwa Alice Tupa.